Jeshi la magereza lilikanusha kufuatia taarifa au hotuba fupi iliyotolewa na kiongozi mkuu wa chama cha upinzani Chadema, ndugu Tundu Lissu anayeshikiliwa na mamlaka kufuatia kesi yake inayomkabili kesi ya waini. Ifahamike ya kwamba mara kadhaa tumekuwa tukisikia matamko kutoka kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Chadema Tundulisu, ambaye yupo gerezani kufuatia kifo cha mwasisi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, mzee Edwin Mtee, alifariki siku chache zilizopita. Mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundulisu alituma ujumbe kutoka gerezani kufuatia kifo cha kiongozi huyo na mwasisi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, mzee Edwin Mtee. Kufuatia ujumbe huo ambao ulisambazwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii Jeshi la magereza liliibuka hadharani na kukanusha uwepo wa taarifa hiyo au ujumbe huo kutoka gerezani ambao uliandikwa na Tundu Lissu. Hata hivyo, kufuatia kukanushwa kwa ujumbe huo, Askofu Bagonza amesema kwamba Mungu aliwekwa gerezani akatuhubilia sembuse Lissu. Tukisoma Mathayo 25 mstari wa 36 neno linasema nilikuwa gerezani mkaja kuniona. Gereza na mahabusu ni moja ya maneno matakatifu katika maisha ya mwanadamu, hii yaweza kuwa sababu ya kuyalinda sana. Njia iendayo huko ni nyembamba, utakatifu wake unatokana na ukweli kuwa si wote waendako huko wanastahili kwenda huko. Haki ikiadimika wanaostahili kwenda huko huwapeleka wasiostahili kwenda huko kwanza. Na tafakari kwanza, maaskari hulinda miili ya ufungwa na mahabusu. Wana uwezo wa kutunza rekodi za kula, kukojoa, kukohoa na kujigeuza, lakini hawalindi mawazo na ndoto za mahabusu. Mawazo na ndoto za ufungwa na mahabusu viko huru daima wafungwa wenye wenzi wanaokadiria kukoma hedhi wanaoweza kutorosha mbegu za kiume ili kupata watoto wakiwa gerezani wapo. Wafungwa na mahabusu waliowahi kutuma hotuba, mahubiri na ushahidi mpya wa kesi zao kwa njia ya toilet paper. Vitabu vilivyoandikwa kutokana na barua ya kutoka mahabusu na magereza ni moja ya vitabu vyenye mafunzo mazuri na mazito. Vitanda vizuri ni kitanzi cha fikra nzito. Huwezi kula soseji ukawaza vizuri. Kimsingi, tuna majambazi wengi wenye tai mitaani kuliko majambazi halisi walioko maabusu. Majambazi wa kweli walio maabusu kwa haki wanafikiri vizuri kuliko walokole walio mitaani wakijizuia kuiba, lakini wanaiba muda na bahasha za serikali maofisini. Barua toka maabusu inasema kweli kuliko hotuba za kuandaliwa na makarani na kusoma na watawala. Tuwaheshimu maabusu na tupokee ujumbe kutoka huko kwa sababu hawajihukumiwa. Unyama wa wanazi wa Hitler ulileta barua nyingi kutoka gerezani zilitumika kama ushahidi dhidi ya utawala huo baada ya vita vya pili vya dunia. Ziliandikwa kwenye toilet papers na vikaratasi vingine vya uchafu. Maudhui ni muhimu kuliko karatasi. Vita vya Wakatoliki na Waprotestant huko Northern Ireland vilileta barua za siri kutoka maabuso, zilitumika katika majadiliano ya maridhiano ya kweli yaliyomaliza vita hiyo. Martin Luther King Jr akiwa gereza la Birmingham aliandika barua kwenye toilet papers na vipende vya gazeti na kumpa mwanasheria wake kwa siri. Dichi Bonhoeffer aliandika barua za mapenzi kwa mchumba wake akiwa maabuso. Laila Odinga alimtumia barua mkewe Ida kwenye toilet paper akiwa gereza la committee Acha kudharau toilet paper, inaweza kuokoa nchi. Utawala wowote mzuri au mbaya una wapinzani wake wa ndani ambao Mungu au shetani huwatumia kufikisha ujumbe usiotakiwa kwa wanaotakiwa kupata ujumbe. Gereza ni mtakuja tofauti yake, na kabuli ni ndogo. Ukweli unaishi mahali pabaya na uongo unastawi kwenye starehe.